Ndugu zangu, mimi naitwa Mandela Mtaki, ni mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Momba, lakini katibu amenitambulisha ndiye mwenyekiti wa mabrother men na masista du. Mabrother men na masista du wote mliopo hapa, oe, ndugu zangu, nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia na kibali cha sisi kuwepo mahali hapa. Lakini jambo la pili ni waombe sana, itakapofika tarehe ishirini na tisa ya mwezi huu, pendeni tukapige kula za kishindo kwa viongozi na wagombea wa Chama cha Mapinduzi. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Diwani Amisi Shombe, namzungumzia diwani mbunge wa jimbo la Tunduma Mheshimiwa David Silinde lakini na mama yetu jemedari, kipenzi cha Watanzania, Daktari Samia Suluhu Hasan. Kwa nini nataka tukawachague viongozi wa chama hiki, wana Chipaka, nyinyi ni wakulima, uongo kweli? Si tunalima? shughuli kuu ya kiuchumi katika kata yetu ya Chipaka ni kilimo. Mnakumbuka kabla ya Daktari Samia Suluhu Hasan kuwa rais wa taifa hili mfuko mmoja wa mbolea uliuzwa shilingi laki moja na hamsini lakini baada ya rais samia kuingia madarakani sasa hivi mfuko mmoja tunanunua shilingi ngapi kwa nini tusimpe kula kwa kutupunguzia bei ya mbolea lakini mheshimiwa silinde yeye pamoja na baraza lake la madiwani akiwepo na shombe katika fedha wanazozitoa za mikopo sisi kama umoja wa vijana tumenufaika nazo sana na ni lazima tuende tukawapigie kula, tukawalipe deni hilo. Mheshimiwa mbunge, sisi umoja wa vijana tumepewa bodaboda za mikopo, vijana wa bodaboda wenzangu watakuwa wanajua zaidi ya bodaboda mia mbili na sabini, lakini bajaji zimetoka zaidi ya bajaji mia mbili na hamsini. Katika zile bilioni nne nukta sita vijana peke yao tumepata zaidi ya bilioni moja. Je, vijana tunataka tufanyeje hapo? Tunao wajibu wa kwenda kuwalipa viongozi wetu imani wale tukopesha. Itakapofika tarehe ishirini na tisa pendeni tukapige kula za mahaba sawasawa. Jamani, mmenielewa eh? Viva vijana, viva. Asante sana katibu.